Nafasi yake kwa Shomari Kapombe, kibu anampitia tena Shomari Kapombe. Shomari pass kwenye nafasi ya Elia Mpanzu, kibisawala Elia Mpanzu, kwenda kuifanya kazi nzuri sana ya kukamilisha uliompira kwenye net. Unakumbuka hicho ambacho amekifanya Elia Mpanzu, waliotazama Afcon shabiki maarufu kwelikweli ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kitwa Lumumba, na yeye amekwenda kuifanya ile. Pasi ilianzia kwa Shomari Kapombe, akapewa kibu Dennis plus, akapitisha kwenye njia tena, vipasi ya viwango ile, wote wamekwenda mbele, mpira ukaenda kumfuata Elia Mpanzu kibisa wala catalyst, kwenye eneo hatari, anakwenda kuandika bao la kuongoza kwa Simba. kwa wale mashabiki wa United, pengine enzi hizo Luis Nani, mmoja wa wachezaji ambao alikuwa akifunga, anakwenda kuruka sama soti hizo, inazungushwa cross na Omari Manga Kasim, anajaribu mpira ambao anakwenda kuja kwenye net, bao kali kabisa. Wanasema hata miwa inaweza ikaua sukari ikizidi, unapata presha unakufa. Magata Frederick anawapeleka kati Wekundu wa, wa Msimbazi.